Da wa Wiper Kalonzo Musyoka amesema kuwa serikali iliyopo madarakani sasa hivi imeshindwa na kazi, ndiyo maana kama upinzani wanashinikiza serikali ya Rais Ruto kuhudumu kwa muhula mmoja. Kalonzo akisema huu ndio mtindo barani Afrika na hasa umechangiwa pakubwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Aidha, wamepinga kuuzwa kwa Kenya Pipeline na serikali, wakidokezea kuwa huo ni mradi wa umma wala sio mtu binafsi, hivyo wataelekea mahakamani. Imekuwa kama ni mtindo sasa wa Afrika, kiongozi akishindwa, wananchi wanafanya kwa njia ya huru bila chuki, kumwambia enda mapumzikoni, umeshindwa na kudhibiti nchi. So this has become true, na vijana wetu wa Gen Z hata wamesaidia, sio tu Afrika, lakini dunia nzima kusema hatutakubali. Sena vile Dr. Mutete umesema, wizi wa mali ya umma stealing openly and there's enough for all of us kwanza ile iko hapa chini ya ardhi ni mingi our natural resources can develop this economy but we have a leadership that does not care The natural strategic infrastructural, infrastructural project and you will not be allowed na kama kuna watu kutoka ngambo dikita mutete ambao munajua they want to invest in the pipeline cooperation Which is a strategic infrastructural project waambieni wananchi watakataa. Kila kitu kimeenda kombo, elimu ni kombo, mambo ya afya ndio hiyo kombo zaidi, ufisadi ndio huo. Pipeline yenu hii inapitia hapa, inauzwa ina hizi. Wakamba tuko tayari kabisa, tuko nini, tuko tayari kabisa kulete president wa sita